Majina mimi naitwa James Samuel Chatanga, dereva wa kampuni wa ya HH Mali, dereva mwenzetu. Mimi nilikuwa mbele na yeye alikuwa nyuma. Sasa wakati tunafanya mawasiliano, mimi ndipo mbele na niambia nakuja nakuja, na baadaye napigiwa simu, amepata ajali. Baada ya kufika hapa ikaonekana kwamba gari amekuja ikafeli e feli breki pale ndio kusababisha ajali gari konga gali kosta kama unavyoona hapa nanyee imerumia kama hii. Gari ilikuwa imebeba unga wa ngano imepakilia kamba alesa Dar es Salaam Tazara ku tunapeleka zang dereva hii yuko hospitali mpaka sasa, kwa taarifa kuve nashimikana kwamba anaendelea vizuri. Kitu wangu mimi kwa serikali, kama inasikia hapa naomba wafanye miundo menu kwa wakati wa, wa, kwa wa, hapa, aidha waongezee barabara zile tatu au wafanye plani ya wa kupita hii njia ya okay, kama wanaweza kufanya, lakini kama waendelee la, wa, kusimamia zile foleni ambazo huwa tunasimamishwa kule juu baadaye tunashuka kamoja yeah, watu. Naitwa Charles Capus. Ii ajali kita imesha tokea baada ya kufika hapa nakapata hali ni baya sana Yaani hali mbaya kuliko, nikawakuta watu hapa wanaendelea wa kuokoa, kabidi nijumuike na nami kuendelea kuokoa, niokoa mpaka saa tisa usiku na watu tuliowatoa, nilioshuhudia hapa nikiwepo, kuna watoto watano na watu wakubwa. sijajua wakati sijafika hapa, mi najua ni ufinyo wa barabara siku zote, maana mi toka niko hapa Mbalizi hapa gari ilivyodumbukia hapa, ni mara ya nne nashuhudia hivi, yani ajali aina ko. Natumaini ni, ni ufinyo wa barabara uliopo unaochangia ku tusababishia hizi ajali. Hii barabara ilikuwa ni panuliwe njia tatu muda mrefu. Saa hizi wameanza huko si wapi hapa, wanapacha ndio kwenye shida, sosi yote inatokea hapa. Sasa kwa nini usianze zaidi zaidi? Ni kuyapanga magari pale, kwa kuwachelewesha watu kazi zao pale, kwa ni kuwacheleweshea watu kazi zao. Hii, hii kazi ya kusubiri malori yapite, gari ndogo zipite, ile ni kuchelewesha watu shughuli lakini mimi ningeona tu hapa basi watengeneze ile kule hii baki hii sio inatumika, zitumie gari ndogo kubwa zipite kule. Kwa majina anaitwa Dr. Morris Martin ambaye ni kaimu mganga mfawizi wa Mbalizi hospitali, lakini pia ni daktari bingwa wa wanawake. Mpaka sasa Juma, tumepata tumepokea maiti 27 ambapo katika hizo maiti ishirini na saba wanaume ni kumi na saba na wanawake ni kumi, lakini katika hao wote wa watoto ni wanne, na wote wamefika wakiwa wameshafariki, isipokuwa mmoja tu alifika akiwa mahututi, baadaye ndiye akafariki. Lakini majeruhi tulionao mpaka sasa tuna majeruhi tisa, ambapo wanne wawili ni wanawake na saba ni wanaume, lakini katika hawa tisa mmoja ni mtoto wa miaka 13 ambaye yuko vizuri, tunamshukuru Mungu anaendelea vizuri. Lakini kwa ujumla wake hawa wote tisa, wawili ndio walikuwa na hali mbaya zaidi kuliko wote, ambao tulilazimika kuingia nao theater kwa ajili ya operation usiku. Walipata majeruhi mabaya sana kwenye viungo vya ndani vya vya mwili, kwa tulilazimika kuingia nao theater na kufanya operation. Tunashukuru Mungu alitoka salama na bado anaendelea na matibabu. Kwa hiyo tunasikitika pia katika idadi ya vifo hivi ishirini na saba vifo vya watu wawili ni watumishi wa Mbalizi hospitali, wa hospitali na wauguzi wa Mbalizi hospitali. Nadhani jana yalikuwa majira saa moja wa mwanjero wa kenye biashara zao, hatawatatu naruhi ikakutana na hii gari iliyokumepata ajali, imetukea garivu inaenda mwanjero Nikapanda ile gari ni ya ruti ya kwenda Paris Msaraga. Kwa nikapanda ile gari, nikarudi Mkeroa nikapakia abiria. Tukawa tunarudi. Baada ya kurudi, nikofika Iwambi. Nadhani kwa chini hapa kuna shule moja inaitwa Harrison Water kwa ndio ndio. Pale ndipo tukio ndipo tokea. Na tukio linapotokea, nadhani kwa kuna dalili yoyote kwa kwamba tukio linaweza kutokea, ila kwa mimi nilipoona, nilisikia tu mshindo Wakama gari kuanguka kuba afu nikapoteza fahamu. Baada ya kupoteza fahamu nadhani fahamu zinapokuja kunirudia mara ya pili, wakati tayari waokoaji wameshafika kuanza kuokoa. Kwa hiyo ilikuwa ajali nyavit